Baadhi ya wa wazazi bado wako kwenye njia panda kuhusu shule watakaojiunga nazo watoto wao wanaojiunga na, na sekondari ya juu. Msongamano umeshuhudiwa kwenye baadhi ya shule maarufu humu nchini kwa wazazi wakitafuta nafasi. Haya yanajiri huku muungano wa walimu KUPPET ukilalamikia utayari wa serikali kwa wanafunzi wanaojiunga na, na gredi ya kumi. Ni katika eneo la Nyangusu katika mpaka wa Kisii na Transmara yeah, tunakutana naye Chacha Nyaigoti, mzazi wa pacha waliofanya mtihani wa gredi ya tisa mwaka jana. Nyaigoti anatuelezea changamoto zake kuwapatia wanawe pacha shule za sekondari ya juu. Sasa um, uh, kitu ambacho changamoto kubwa ni ile kwamba hawa watoto wameitwa shule tofauti, na sasa wangependelea uh, kwenda shule moja. Ombi langu kama mzazi ni kwamba hilo uh, pendekezo liweze kushughulikiwa kwa njia uh, tofauti kwa sababu system yenyewe haitambui watoto ambao ni mapacha uh, iwatambui. Siyo Nyaigoti pekee. Katika kaunti ya Kiambu, wazazi walifika nje ya lango kuu la shule za kitaifa za Maryhill na Mangu, kila mmoja hapa akitaka kujipatia nafasi kwa mwanawe na na pengine in future, pengine tungeng serikali iweze ku hii system ni kumi so that wazazi wa, wa, wa wasihangaike vile wanahangaika kwa sababu hii uh, umati naona hapa, nafikiria hata ni wengi kuliko wale ambao walikuwa wamechukuliwa na hii shule. Ingekuwa kama kitambo, watu wa kitambo, watu walikuwa na ilikuwa yafanyia placement na kila mzazi anaridhika, lakini sasa sahii watu wa grade 9 atukuwa tunaona mambo kama hiya atikuja kutafuta shule. Ulikuwa unaridhika wakati wa 844 mtoto akipostiwa high school fulani tulikuwa tunaridhika sote, lakini sasa ukiangalia, hata ukiangalia sasa wazazi ni wengi sana. hayo ya kijiri muungano wa walimu wa KUPPET tawi la Kisii umetahadharisha kuhusu mpito wa grade ya kumi, changamoto za miundo msingi zikitajwa kuwa tatizo kuu.

Mkanganyiko huu umeendelea huku wanafunzi wa sekondari ya juu wakitarajiwa kuanza kuripoti shuleni Jumatatu ijayo tarehe kumi na mbili. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen.